Na mtazamaji wa Trend TV, bwana moja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana ni kwamba huyu hapa si mwingine bali ni Juma Lokole ameingia katika ugomvi na Mange Kimambi. Mange, bwana, kuna baadhi ya vitu ambavyo ameanza kuvinotice kwa Juma Lokole na hajapendezwa navyo hata kidogo, amechukizwa na baadhi ya vitendo ambavyo Juma Lokole amekuwa akivifanya. Hawa wote bwana ni watu ambao ni masocialite; ni watu ambao wanaposti maumbea, maudaku katika mitandao ya kijamii, na Juma Lokole tunafahamu kabisa kwamba huaga na hiyo tendency ya kuposti vitu vingi ambavyo vinakuwa ni update ambazo za ndani kabisa, umbea ambao watu wengi sana huaga hawana. The same pia kwa upande wa Mange Kimambi na mgogoro kati ya Mange na Juma Lokole na sababu kubwa ambayo imesababisha mgogoro huu bwana, si jambo lingine bali ni issue ya Mange analalamika kwa Juma Lokole kwamba amekuwa na tendency ya kufuatilia udaku katika, uh, katika subscription yake. Then anakuja kuutoa katika ukurasa wake wa Instagram kitu ambacho yeye Mange anaona kama vile anamharibia biashara na ni kitu ambacho akipendi, kwa hiyo amemkemea, kwa aliweka ujumbe mrefu sana akiwa anamzungumzia Juma Lokole lakini kwa sasa hivi Eh, kwa sasa hivi hapa ni kwamba Mange ameufuta ule ujumbe ambao alikuwa ameutuma kwa Juma Lokole, ambao ilikuwa ni kama onyo. Alikuwa anamuonya Juma aache hiyo michezo ya ya kuchukua udaku kwake na kuja kuweka katika kurasa yake wa Instagram, akidai kwamba yeye pia ametumiwa. Umeona eh? Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Sasa Juma Lokole bwana amekuja kumjibu Mange Kimambi. Kama unavyoelewa ni kwamba Juma Lokole hajawa na wasiwasi wowote, ameamua kumwashia moto vile vile Mange kuhusiana na hilo sakata ambalo yeye amelizungumzia kwa hiyo ujumbe wa Mange bwana tayari ameshaufuta, actually hatujajua kwa nini ameufuta lakini ujumbe wa Juma upo na Juma bwana sio tu kwamba labda amezungumza ameandika caption hapana, Juma bwana amerekodi video kabisa akiwa analizungumza hilo swala waziwazi wazi. so hapa hebu msikilize Juma mwenyewe akiongelea hiyo issue akiwa anamjibu Mange Kimambi, lakini pia ameongeza tena udaku mwingine. Nikasafisha sasa, huyu dokta akaniambia sasa mpaka niende China nikasafisha, ikasafisha ya meno mwaka ushafika, meno yangu, leteni umbea kila mtu ana staili yake kutoa umbea bwana. Kama mtu atainuka juu, makalio juu, kichwa chini, ujumbe wafikiwa, umbea sawa. Kama huyu atavua wigi, sasa sio shida. Umbea shida, unafikishaje kwenye jamii umbea. Luka sarakasi pana juu ya meza. Mimi hii kazi ya umbea jamani, toka mdogo nishaikusutwa shuleni, nishamchonganisha Wema Sepetu <laughs> na anti Ezekiel wapo wapo, nishapiga shot huyo ogopi. Kama ni niwagombanisha <laughs> wali mshureni jamani ah, jamani, jamani. Mimi siwezi kuiba habari ya mtu, siwezi. Ishu ya eshebweti nimeambiwa na watu wake wa karibu, kwanza sijaiona. Achene hizo habari nombea. Mkipata habari chakula cha ubongo nipeni, leteni Leteni jamani, leteni. Watanzania wana stress, wana vitu vingi kichwani, hawana hela, wanataka vitu vizuri wavisikie. Leteni, leteni. sifuri saba moja tano sabini na sita sabini na tisa hamsini na sita Leteni, hata ukipata habari yangu, sio shida zangu <laughs> na sasa jamani, nawapeni asubuhi asubuhi, Juma Jux na Priscilla wanatarajia kupata mtoto ah. Yeah, so hicho ndicho alichokijibu Juma Lokole kutoka kwa kutokana na ule ujumbe wa Mange ambao alikuwa analalamika kwamba eh, Juma anamwibia habari Juma, jokes. Sorry, yeah, kwamba Juma Lokole anamwibia habari so, hapa bwana, katika caption akaendelea kusema kwamba wambea mwageni maji kwenye namba yangu. Akaweka hapo namba yake akasema kwamba namba wazo nyie mjue, hakuna umbea wa mtu duniani, chakula cha ubongo Uh, mwaga maji, mbona yeye pia huwaga anaingia, huaga uh, anaiga kontenti kontenti zangu kwenye uh, kwenye kwenye magari anajirekodi siku hizi, wale wa matangazo, karibuni sana pia, akaweka hapo namba nyingine. So hivyo ndivyo mambo alivyo. Kwa hiyo ndio ulikuwa ujumbe, kwamba wakati Mange analalamika kwamba Juma Lokole anachukua umbea kwake, kuna hapo pia Juma Lokole anasema kwamba mbona na yeye pia huaga na muiga kutoa content kwenye magari, kama the way ambavyo Juma huaga anafanya. Kwa sababu tunafahamu kwamba Mange huaga ni mtu wa caption, lakini siku hizi amekuwa akirekodi video na anatoa umbea directly. Unaona bwana live So, wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao hapa kwa mtu anasema, bwana afu, Juma fungua hapo, eh, hutaki, acha ne, uonekane mwizi ana, anayataka. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu hapa Juma kaja akajibu kwamba mtalipia. Kuna watu kuna watu hapa wamemshauri Juma Lokole na yeye pia afungue hapo. Haya, huyu hapa anasema, bwana sema Juma ukimwangalia kama Mawenge, eh, kuna mtu ameandika hivyo. Eh, kuna mtu mwingine hapa ameandika kwamba bwana wewe baba unatafuta safari sio, so unasa bwana, unamjua unayegombana naye. Lakini kuna mtu amekuja kumuuliza kwamba so bwana Juma, ujumbe umefika, nadhani atakuwa ameuona kwamba bwana huyo dada sasa amesema kwamba unamkopi kwamba bwana chaunabe kwa mtu sababu, bwana acha kumjibu Mange jamani. E, mtakuja kujuta. Haya, nyie jichekesheni tu. kuna mtu ameandika hivyo. kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana Juma, kuna siku bwana nilikuona Sinza. Okay, kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana, wewe ndio tunakupenda, maana hatulipii Hebu tupishe bwana tu enjoy bwana, kuna mtu ameandika hivyo so, it is what it is. Kwa kutokana na kitu ambacho Mange amekizungumza kwenda kwa Juma Lokole. Juma Lokole ame respond, hivyo alivyo respond, na watu tunaona kwamba amekuja kumsupport, wengine wakiwa wanampa tahadhari kwamba eh, Mange bwana atatafuta dongo la kumpiga nalo siku sio nyingi eh, kutokana na kwamba ana watu wanahisi kwamba itakuwa hivyo kwamba kutokana na kwamba Juma ameenda kwenye bad side ya Mange, basi Mange huenda akaamua kulipua mm akaamua kumlipua au kuvujisha siri yoyote ile ya Juma Lokole. Haya, bwana Juma ombea upo kwenye damu bwana. Kumbe Juma bwana unampaka app ya Mange na husemi. Kwa hiyo Mmeamua um, sasa muanze kugombea umbea au sio? Kwa mtu ameandika hivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako kuhusiana na kitu ambacho eh, Juma Lokole amekizungumza kufuatia kwa shutuma za Mange Kimambi kudai kwamba Juma Lokole anacopy umbea wake kwenye app, alafu anauleta huku eh, kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.